E bwana, karibu sana mtazamaji wa asili yetu TV. Leo ni Jumatatu nyingine iliyotulia, niko na pembeni yangu niko na mzee wa tatu. Bwana vipi bwana, tumepotea, bwana, tumepotea. tumepotea. Hmm. Sio kwamba kwa ubaya hmm. E, wanasema kwamba ukimya pia hmm, ni sehemu ya maarifa kwa ajili ya kujitengeneza. Epo kuna baadhi ya watu walikuwa nakutana nao <laughs> naambia, vipi asili yetu TV, kama vile kumekuwa kume, kume huku kuboadi kidogo hmm, pako kimya Ah, nikamwambia siyo hicho tu, ni kwamba kuna mambo mazuri tulikuwa tuna tunafanya marekebisho unajua, hmm. kuna sisi ambao tunafanya marekebisho hmm. kuna baadhi tu ya vitu vinapungua kwa ajili hmm. ya kupisha marekebisho ya vitu vingine eh, okay. Ila kuna wenzetu wanafanya marekebisho afu hawapo bana. Hii ni Jumatatu nyingine yenye nguvu na yenye bala safi kabisa, Jumatatu ya kumi na hmm. saba. Tumeanza mwaka wa 2025 hmm. hmm. lakini ni mwezi wa hmm. tano pia Mi kuna vitu ambayo nilikuwa nimetegemea mwishoni mwa mwaka mm, viwe vimekamilika na nikategemea mm, kama mwishoni mwa mwaka vio vimekamilika angalau katikati ya mwaka mm, niwe nimetimiza aidha nusu ya mipango hiyo mm, ila nikiangalia hii ni tarehe 17 mwezi wa tano, imebuma mwanangu, nisiwe mm. ma <laughs> mambo magumu bwana. <laughs> Eh, shukrani sana kwa Hombolo Wine ambao wanatufanya tunazidi kuwa na sauti nzuri eh. Eh, ukiwa viunga vya Njombe na vitongoji vyote mm. Ni muda wako tu wa mm -hmm. kuangalia flavor ipi ambayo inakuwa inabamba mm -hmm. katika kinywa chako iwe okay. Ni sweet line mm -hmm. Eh, sweet wine lakini pia kuna dry wine, okay. Eh, bila kusahau semi sweet mm -hmm. zote zinakuwa zinapatikana katika ujazo mara mm -hmm. mbili na maanisha milimita mm -hmm. mia saba na hamsini mm h -hmm. ambayo ndio kama hii hapa mezani lakini mm -hmm. pia kuna ndogo yake ya mililita mia tatu na thelathini mm -hmm. zote zinapatikana kiurahisi popote kabisa, bei zetu ni rafiki lakini mm. unapofika katika ofisi zetu za Asili Yetu TV mm. shilingi elfu kumi tu kwa mililita 750 mm. bila kusahau shilingi elfu tano kwa mililita mia tatu na thelathini. Ni wewe tu kuangalia mm. unagonga redi, unagonga white zote zinakuwa zinakamatika. Eh bwana, shukrani sana, tulikuwa tunaangazia upande wa, wadhamini ambao wanatushika mkono eh bwana, kwenye hekaheka heka ya leo sasa. Yes, heka heka mm. leo okay. <coughs> Tunataka tuguse zaidi katika upande hmm. wa master. Wa mastaa ambao wanawakilisha vizuri hmm. nyanda za juu kusini na maanisha mikoa ya Iringa, Mbeya hmm. bila kusahau Njombe Tanzania. Lakini na, lakini huyu ameenda Tanzania nzima pia. Mm. Sindo anawakilisha huku mm, anawakilisha. Yani yuko kule Tanzania anawakilisha. Anawakilisha kusini. Dada wa taifa <laughs> wa, la kusini ni Kidoti. Mara nyingi huwa wanasema kwamba mahusiano mm, ni vitu ambavyo vinakuwa private. Private. Lakini mimi nikuambia tu kwamba unapokuwa superstar kama mimi aa ah, ni jukumu lako tu. Kweli? Mm, eh, ni jukumu lako haya. Umeamua watu wajue mm -hmm. Watu unajua kwenye maisha haya mm -hmm. ya kisuperstar kwenye brand yako mm -hmm. unaweza kuwa umechallenge mwenyewe ukaona, mm -hmm. hichi kitu nikikiweka private mm -hmm. kina faida gani kwangu, na nikikiweka public kina faida. Kwa hiyo Kidoti ameamua kutuonyesha kitu huenda like. Yeye ameona kina, kina impact kwenye upande mm -hmm. wa sanaa yake, na sisi, kwanza kabla ya kuanza kuichambua mm -hmm. tunamwambia Kidoti ongera, mwanangu, ongera yeah. eh, eh, mimi kama na... baba yako nimemwona mkwe, mkwe. Na, na, na mimi kama Kaka, yako bwana, mm. nimemwona shemeji. Hivi mwenye kaka akosi shemeji? Eh, akosi shemeji. Mwenye mtoto akosi shemeji. Shemeji analasta. Alafu Kidoti akasema shemeji boyfriend wangu analasta na mimi na rasta. Alafu ana kidoti na mimi nina kidoti. Alafu mtoto wa maskini na mimi mtoto wa maskini. Kwa hiyo wewe umeanza kunitukana. Mkwe wangu ana kidoti. Ana kidoti naye. Ana kidoti mtoto wangu ana kidoti alama. Sikiliza. <laughs> <laughs> Tunanukuu kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Kidoti bwana ameandika kwenye akaunti yake Mm -hmm. Amesema hivi dhahabu mm -hmm. haipostiwi ovyo mm -hmm. ila na post mpunguze usumbufu. Sipo singo ya kuna watu walikuwa wanisumbua mtoto wangu, jamani jamani, yeah. <laughs> <laughs> Mm -hmm. Watu wa babe eh, watu wa babe mm -hmm. Akaendelea akasema mm -hmm. hivi mm -hmm. tuna vidoti wote, wote. Wote wana vidoti sasa. Shemeji naye na natamani na, na, na kuona kidoti <laughs> cha shemeji, cha, cha mkwe wangu <laughs> <laughs> Hichi kidoti cha mkwe kiko wapi? Kiko wapi? <laughs> Alafu akaongeza kwa kusema kwamba tuna komwe wote. Wote wana komwe. Wote wana komwe. Wote wana vidoti. Eh, kingine ambacho alafu anasema tuna rasi wote. Wote wana rasi. Wote wana rasi. <laughs> <laughs> <laughs> Alafu Wakinga wote mm-hmm. mm-hmm. Tuna ndevu wote ila ye, ila yeye ni nyingi Ah, Kidoti umevunja rekodi. Kwa hiyo wakienda saluni kutengeneza rasi <laughs> wote wameenda, wameenda kunywa ndevu, wote wameenda wote. Kutambika kwa wakinga wote, wote. Watoto wa kimaskini pande zote wame. Wamechukua wanja wakoleze kidoti wote, wote. <laughs> <laughs> Lakini akaongeza kwa kusema hey, kwamba mm, na mbea tutakuwa wote sasa. Mbea siu watakuwa wote wapi? Wanaenda kwenye umbea Eh? Eh? <laughs> kuna, na, lakini, kuna, kuna, kuna, kuna posti ya ya, ya, ya Kidoti eh, aliposti kwamba alisema tare ngapi? nafikiri uisachngue tumalize eh, lakini amesema kwamba na kwenye tuzo tutakuwa wote, hiyo ndo kubwa kuliko Wata, wata, wa, wa, wa, wanapewa tuzo wote au watakuwa wote ona... wanasisi sisi wana, tunamfahamu Kidoti kama ni mwenyekiti mwenye wa tidifa mkoa wa Njombe na, na, na, na kwa mujibu wa, wa mm, cheo alicho nacho mm -hmm. tunaamini kabisa mm, kama atakuwa na afya njema Mungu mm, amembariki amembariki yeye na na na na ndo atakuwa anakabidhi zile tuzo, tuzo, kwa wahusika akiwa amepiga suti ya yapina ya, ya, ya pink. Ya pink, na aliniahidi tukashona wote sasa. Kama mpatikana Kidoti mwingine, ina maana mimi nimetupwa, lakini <laughs> akaongeza kwa kusema eh, yeye anaruhusiwa kuchepuka ila mimi marufuku, ni kuna mke wa mtu na hmm, sio mme wa mtu wanasemaga mm -hmm. wanasemaga Laki, mwanaume mm, mwanaume mm, ukilala nje mm, ukija asubuhi mm, haya yanazungumzika. Yana, si mwanaume mm, ila mwanamke ukilala mm, nje ukija asubuhi chukua mm, kichwa chako mm, upite hivi. Lakini Bwana Kidoti amevunja rekodi. Mm. Kwa hizi sifa ambazo ameziweka au mimi nafikiri tumtafute Kidoti, Kidoti na suti yako ya, ya pinki siku ya tuzo na, na, na mpigie au mimi nimpigie. Ngoje nimpigie. Unasemaga mtoto hakui kwa baba. Eh, ngoje tubeti. Kidoti kavunja. <laughs> ah, mimi, mimi, mimi swali langu nataka mm. nimuulize na mtazamaji wa Asili Yetu TV mm. nataka ni, nikuweke wazi kabla hajapokea simu nataka mm. nimuulize huyu mkwe wangu hicho mm. kidoti chake kiko wapi? Kiko wapi? mimi ni eh tu tu inaita inaita hiyo sasa. Sijua atakuwa na bembeleza ndoa. Kidoti mambo poa, nimekumisi dadangu Kwema. <laughs> Kwema kabisa ndugu yangu, vipi? Ah, nyoki na jumalo kwe, nini? <laughs> Naona umetambulisha penzi jipya ndugu yangu sifa kede kede. Kidoti mna ndevu maskini wote wakinga wote, na kwenye tuzo mtavaa suti ya pinki. <laughs> <laughs> Ah, kifupi uyondo, new cup in town. Wewe, kidoti mwanangu mm -hmm. Kidoti mwanangu hongera Penzi penzini. Kidoti. Kidoti, Kidoti mwanangu, sikia, mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Sisi wote binadamu Kidoti. Wewe <laughs> mtoto we wangu ujue Kidoti sana. <laughs> Natamani na, na, na, na, kujua huyu mkwe wangu. Kwanza uh, anapatikana mkoa huu wa Njombe au uh, umemtoa nje ya mkoa huu? Sio umeambiwa Mkinga? Ah, uh-huh. Uh-huh. Shughuli zake yani kwa ujumla yani anaweza kama Mkinga anaishi hata Arusha. Sawa, sawa, eh, sawa. anaishihata uh arushaki anachotokea hy -huh. ni mwenyeji uh hapa -huh. hapa Njombe. Na tumeanza muda mrefu ila tulikuwa tumeweka private kidogo. Na vijomba ambao nimeviweka akifika hiyo stage nitamweka public. Kwa hiyo ni wakati wake wa kufahamu, kwa sababu mimi saa hizi nimekuwa ni mtu nayetambulika sasa. mm. Okay. Usumbufu nimeona umekuwa mwingi, yani dm nyingi nyingi, wakihisi watu waki niko single. Okay. Kuna muda inakuwa inamkera, kwa sababu simu muda mwingi unakuta iko nayo vile, dm anaona na nini, alafu mii navozidi kusema, kwanza, tusubiri tuweke muda, nitakuweka mm. pabli. Subiri anakuwa anajisikia vibaya, nikaona sio mbaya, mtu nishampenda amekidhi vigezo mm. Aina haja kumbaka ficha, mi nataka mm. nijue sasa for ni vitu gani ambavyo umeona vimekupa impact ya kumweka public kwamba, kwa ajili ya kukwepa tu usumbufu au kuna kitu unaongeza katika sanaa yako? Yaani umemweka public ili kukwepa tu usumbufu kwa mashabiki zako, au kuna kitu unaongeza, yaani kuna kitu unaona kitaongeza kwenye upande wa sanaa yako baada ya kumweka public, kila mtu akamfahamu? Amna kwamba ataniongezea kitu kwenye sanaa yangu, hapana. Kwa sababu ni mtu ambaye sio famous, yani sio mtu anayefahamika sana kwenye mitandao mm. E, ni mtu ambaye kwenye sanaa yangu kwamba ndo, yani kwamba ni kitu yani kwamba niongelewe, hapana. mm. ni mtu ambaye kama nilivyokuambia mwanzo, amekizi vigezo mm. vya kumweka public. Mimi kama unanifuatilia, na mimi mwanao unanifahamu. Ndio. Sijawahi weka mapenzi yangu public na nikakiri kwamba huyu hapa ndiye. Mm. Eh. Sasa hivi nimepata mkwe jamani. Kwa sasa hivi hapana kwa kweli. Twende tu, tu pale Mungu atakapokuwa ametufikisha. Sio, sio, sio, ndio tayari public na maana tafsiri yake ni kwamba kama wazazi tuanze kujipanga tu kwamba Mungu akipenda iwe ni mwaka huu iwe ni mwakani eh, yani tukisikia tu hodi tujue buti ndo la huyu mjeshi sasa. mm, mm. Eh lakini <laughs> uh, katika, katika, katika, katika, katika, katika katika caption ya ya, ya Facebook kuna point ambayo uliongelea uli ukasema, wote mna vidoti, wote mna vidoti. Ah uh, uh, nimitamani kujua kidoti cha mwanaume mara nyingi na kwa, unajua vidoti vya wanawake tumevizoea. hey, hey, kidoti cha mkwe wangu kiko upande gani jamani, hapo yaani Ukiangalia okay, ile picha utakiona, na yeye ana kidoti kwenye mdomo, kwenye kidevu chini hey, kuna ka kidoti hey, na yeye kwenye kidevu chini, nadhani yeye hey, ana kidoti mimi hmm. kwenye mdomo juu, kwenye, kwenye, kwenye kidevu mimi kwenye mdomo, tumepishana kidogo hmm. kwa ile kauli ya kusema kwamba Mungu anakupa wakufanana naye hapa imekamilika kwa asilimia kama ngapi? Kwa asilimia tisini na tisa, ukitoa rasta wote, ndevu wote, watoto wa maskini wote, makomwe kama <laughs> kaka yako wote, umeisha. <laughs> <laughs> <laughs> Nani, samani mkwe, kama kama kama uko <coughs> na mkwe, vipi, tukamsalimia kidogo na wewe? Umbea unazidisha mno sasa. Kwa sasa hivi mimi niko si unajua mimi nipo na bize na tuzo, kwa hiyo sasa hivi sipo mkoani Njombe, nimetoka kidogo la, lakini lakini Kidoti juzi nimeona mko TikTok live mnalishana pale. Mm kuna siku kama nne kama sikosei, toka unione kama sijazungusha kitu kama hiko. Ni kweli, tulikuwa wote na nikono, najandaa na safari kwa sahizi, nimetoka kidogo, ila narudi Jumatatu takwepo. Sasa Kidoti, ndo umlishe mwenzio TikTok live bwana. Ana, unajua mimi sasa hivi nimebezi sana kwenye kuelimisha wanawake jinsi ya kuishi na wanaume ili wanaume wasitoke kuwapenda. Kwa hiyo ninakuwa kama mfano yani. Unajua mama usha, usha, mama ushauri ushauri. Kwa hiyo sasa ilianza mama ushauri, umeshakuwa mama ushauri, sasa hivi umeshakuwa sabiti yangu, mimi nifuatilie ninaposti. Aa, mimi bwana, nauliza umeshakuwa mama ushauri. Mama wewe, wanaume tumepata mtetezi. Hey, mtetezi wenu ni mimi. Kwao lazima niwe mfano wakwangu aishi kwa raha na fulana, yaani ajione amepata mtu tofauti toka alikuanza kupata watu. Uh, Kidoti, naomba nikuulize swali moja: Unahisi kwenye upande wa mahusiano kati ya wanawake na wanaume kina nani wanafeli zaidi? Wanawake <laughs> <Hey>, wa, Kidoti <laughs> ninazawadi yako nikikata simu ninazawadi yako <laughs> <laughs> E, ijamalikiale ya ya ya ya ya ya oh. Kwenye caption yako umeweka kwamba usiku wa tuzo siku ya tuzo utakuwepo mtakuwepo wote sasa una, yani mtapewa tuzo ya mahusiano namna gani? Hapana, yani nimemaanisha kunajua, kuna DM nyingi kidogo. Tuende wote siku ya tuzo tuwe pamoja na mimi mimi na mimi na mimi na mimi, nimetoa tahadhari kwamba kutakuwepo na oh, mtu yani, mimi misingi ya heshima ya yeah, kapo ifuatiliwe zaidi <coughs> <coughs> eh, eh, kwamba hata mtu kama una jambo lako lazima uweke heshima. Yani, napendaga heshimiwe, asidharaulike kwa namna moja ama nyingine. Hiyo utakuwa naye ili aenjoy, sio kuja kumkwaza tena na mimi so, eh. <coughs> yeah, <yeah, yeah>. Okay. <coughs> kama kakako na kuahidi siku nitakuwa na bonge kama nilivyokuahidi siku ile kwenye ukula ya kule kwenye, kwenye group letu. Sitaki usumbufu <coughs> <laughs> e. Nita, <no. laughs> e, kwa siku sishiki kamela sishiki nini, yaani inakuwa kama kwa sababu taka tuonyeshe heshima kama dada umekuja na shemeji mmevaa suti ya pinki wote hasa <laughs> ila kwenye wasa pale siku hile ulisema kwamba mtavaa suti sare na Mzee wa Tatu, tatu sasa inakwaje? Ah uh, mimi na huyo ni babangu kwa hiyo hilo swala ni la kifamilia zaidi. Wewe hapo mm. ukae chini shina. Kidoti, tunakushukuru sana kwa ushirikiano, tumekupa surprise. Kila laheri na asubuhi njema. Aya, okay, asante bana <laughs> <laughs> e, shukrani mtazamaji wa eh. TV. Nafikiri umemsikia eh. Kidoti kwenye heka, heka heka ya leo leo, Kidoti hey, bwana ameweka ame, ame tu live kama katambulisha mahusiano, ameamua kutuweka live live kwamba mm. yule ndio mwenyewe mm. na mnavyomuona rasta mm. na mimi nazo hivi na hivi mm. na, na mambo mengi kibao, lakini ametoa tu kama mm. rai kwamba mm. wale mnaomfuata Kidoti DM mm. zipungue Zip waache wacha wanasema, maana kwenye, kwenye, kwenye mahusiano kuna mm. leo na kesho. ukisema aache Kidoti naye bwana, tuishi hapo. Eh. Lakini jamani, ikifika siku ya tuzo, heshima heshima kwa mwanangu. Nitakuwa na mkwe, Nitakuwa mimi nitakuwa na shemeji. Sawa. Hizi ndo zilizo tujini leo bwana. Heka heka. Heka heka pale. Penzi penzini mtandaoni mm. Lakini kuna kuna issue nyingine mm. ya superstar kama hawa. Nafikiri Mungu akipenda mm. tutazunguzia siku kwamba ile ilikweje. Tunataka tuangalie mahusiano wanaoweka public, yana impact yana impact gani? Wanawezaje na wanavaje sale? Ah, hey. Nuwezi wewe bwana, sijapata hey. Na weka, unaweka, Asili Yetu TV mm. Kwanza ndo umbea unaanza sasa, tulikuwa tume mm. ma mji ume, umepoa ume, jamani mlitumisi, tunakuja, wajiandae eh. mm. <laughs> <laughs> eh. Shukran kwa ambao mm. ni wataalam wa kutengeneza mazingira kuhakikisha kwamba mm. unalala sehemu sahihi na, na mm. ya kipekee zaidi, yaani unakuwa unaenjoy na hivi ndo kipindi cha baridi msimu mm. umeanza mwezi wa sita ah. eh, kwa hiyo kuna baadhi ya ya, ya, ya loji mm. hawafui mablangeti mm. eh, hawafui mm. nao tutakutana kwenye heka heka. Kwa hiyo kama hawafui sasa mm. kitu ni kimoja tu, achana na loji ambazo hawafui mablangeti, nenda EFN loji ambao mm. wao hawatumii kabisa mablangeti hawa, labda kucho. kwa emergency tu. Sasa pale wamekufungia uh, IC maalum kabisa mm. kwa ajili ya kutoa mfumo wa joto ambao utajia kwenye chumba chako mm. na utakuwa na njoo, so unaenda kwenye loji ambayo inayokiwa jiko la mkanda, lakini utakuja msahau nani Ah, tusimsahau Shizia Veterinary Center mm. huyu ni mtaalamu wa kutoa huduma zote za mifugo. mm. eh, kuanzia madawa, sijui nini ushauri, ya kula, nini, ya kula, mm. nini. vyote vinakuwa vinapatikana lakini pia huwa mm. anagawa vifaranga wa kuku wa mayai mm. na kuku wa nyama, unaona kuna wapata vizuri mm. lakini nafikiri mradi wake utakao mfika hatua kubwa. Mm. alikuwa anatengeneza mradi au shamba darasa mm. kwa ajili ya ufugaji wa kuku pamoja na nguruwe mm. eh, ili lengo ni anapoongea kitu aongee kwa vitendo zaidi. Eh bana, mimi sina la ziada. Shukrani pia kwa Ombolo Waini ambao mm -hmm. Leo, leo nataka tugonge kidogo baadaye tapiga kidogo mm -hmm. mm -hmm. kwa sababu ambao wanaenda e, kidogo e. e. kutupa nafasi e. lakini pia Mbolo Waini amesema Mungu akipenda tutakuwa nao, nafikiri wiki ijayo wao, tuendelee kupendeza kitu kipya, gari jingine Mbona, tunaweza bwana? Bwana, tunakuja na na gari jipya. Kampuni Kampuni kubwa. Kampuni kubwa tutasumbua sana. Unaposema toa shukrani kwa kwa kwa pale Said Said Said. Nani yule? Muhammad. Lakini lakini bila kumsahau, eh. Lakini bila Dereva mtoto Elia bosi wetu Innocent. Huyu, eh, anapatikana anapatikana hapa hapa mkuu mm Njombe Tanzania. Ulikuwa nami kupitia heka heka siku leo Mzee wa tatu niko hapa lakini nachia line ili kupisha mambo mengine, aendelee kuendelea mbele kupitia Asili yetu TV. Lakini bila kusahau, pembeni yangu tulikuwa naye Anko G baba watoto. <laughs> niko hapa nyuma ya kamera, tulikuwa na Ivan. Wakati mwingine. Asante sana.